Habari. Ndio kiongozi. Asante. Kuna mgonjwa wangu hapa, jana aliumizwa na vijana wenzake huko kwa mjomba wangu, anaitwa White Nimeambiwa ameletwa hapo akiputa dispensary na nimekuja akiputa na nimekuja kumuona white zone. White zone? Anatokea Lughala? Ndio, ndio ndio. Nashukuru.

Mjomba, mjomba, saizi bwana, dunia hii ina mambo ya ajabu sana. Kuna vijana wa yaani hawana hata akili, wauta bangi hao. Kuna mwingine mjomba, unaipukana nayo tu, unaona. Sasa mjomba masika hii anatoap sasa Nashukuru Mungu. Huduma nimepata wakati stahiki mjomba, nafika pale sema, mjomba wako hapa, madam madamu papa wanampeleka huko. Sema wapi? Sema wapi? Sema huko huko. Wapi? sikuwa akiputa huko vijani sasa hivi. Ah, bana mshukuru Mungu kidogo naendelea vizuri. Mm. Eh. Vipi maumivu ya kichwa? Ah, maumivu ya kichwa kidogo sasa afadhali. Hapo kwa upande huko kidogo naona kama. Kwa hiyo sana. Ah, kwa sana daktari. Kuna changamoto mpya yoyote pande hiyo unaisikia imetokeza? Ah, kwa siku ya leo. Ah, asubuhi kidogo nyinyi waamka kwa kichwa kilikuwa kinauma uma lakini sasa hivi kidogo. Naona afadhali tu kidogo naisikia joto kali kichwani. Ne... Pole sana tasambaa, utakaa sawa yeah. Kwa hiyo hapo bwana mjombako hapa ameshafanya malipo yeah. Yote kuanzia jana hadi siku ya leo yeah. Na afadhali amekuja, maana toka jana sikuona ndugu wote toka wale waliokuleta na sikuwaona tena, na walisema wana hawana mahusiano wote na wewe sababu so, bwana mjomba yeah. Bwana kapata tu msaada watu wenye kusamalia mwema wamemleta yani yeah, Nashukuru sana sasa hapa kinachoendelea sasa hivi ni kwa sababu umeshakamilisha malipo ni yeah. kumruhusu maana anaonekana kuendelea vizuri mm. e, ila changamoto tu ya joto haina shida atapata matibabu ambayo ataenda nayo nyumbani atakupa dawa kwa sasa hivi hapa vitu vya kuzingatia akishatoka anatakiwa ameze dawa kwa wakati kuna dawa tutampa. Atakiwa ameze dawa kwa wakati na ameze dawa vizuri sawa. Sawa. Na baada ya siku tatu anatakiwa arudi hospitali sawa. Sawa, zuri. Sawa, daktari. Eh, ujitahidi. Unatakiwa urudi hospitali baada ya siku ngapi? Siku tatu. Siku tatu, siku tatu, ili tuangalie maendeleo ya nini? Ya kidonda. Sawa, basi, nashukuru. Basi kwa hapo hamna kitu tena cha ziada, uje tu pale mapokezi

blessed mazima, ah, blessed? Eh, blessed mazima mazima. Ah Eh, mwanangu na jamaa juzi kapiga mkeka, bwana bwana bwana. Mzee wa wa Bakola jana kapiga 130. 130? Sasa hapo kwenye kibeti tu mwanangu. Mwanangu mwanangu, jazezi sana sana hela. Kido? Kubeti kubeti sio, sio sio, kama yani, hata tuliza akili zako. Na mimi mimi mkeka kila siku na vubeti itoe, leo unachanika magoli

odi zake kumi na tatu hawezi kula hela nyingi sana ninin n Sio mwizi mwizi mwizi, mwizi mwizi, mwizi yule. Yule yule bwana. Wewe, wewe, wewe, wewe mtu mpole na na na kuanga mwizi zungu, zungu. Mimi mimi mimi yangu yangu, kila kila, mpaka achangamke aanze kufukuza fukuza watu, watu. Amna, Unaibiwa kwa maneno tu, dogo natembea naye kila siku wote. Ngoja ngoja, leo katika kupita pita kwenye nani mitaa yangu watu wanasimulia pale na mama Kimbo bali. Anakuambia bwana, bwana tuna rafiki yake sui Kisedo sui nani? kwa kwa kwa au Kalazwa Kalazwa? Ah, ndo huyo? Ah, sema ukweli bwana Kalazwa? Umeona sasa? Ndio. Mimi na vijana, mimi naye pale jana. wewe, wewe ni mwanangu? naamini yule yule kwa sababu kazi kaja. sikiliza. Sikiliza nikwambie. Saizi zako wamesoma watu saizi, wana madigri wana madiploma, wametulia saizi mwanangu, nge wewe si mahenge saizi. Wezi hawana msamaha, hata kuku tu kiiba mahenge. Kwa kuwa nao makini, marafiki zako nawatoa siu igominu unaleta nao huko

Ni mwenye nimekuta kuna jamaa analalamika kule. Anaenda kukuona kwa sababu una beti hapa.

Kuna siku fulani hivi nilikuwa natoka nyumbani pale naelekea sokoni kule kuchukua mazao. Sasa kipindi narudi nikakutana yeah, na washikaji fulani walikuwa wamebeba simu moja sabufa ile si mwingine nini kwa sasa, katika sasa hivyo niona mimi nilikuwa nakimbia. Nikasema e, niwafuate niulize mbona kulikuwa na nakimbia, kwa sababu tunajua mtu anakuona tu gafa anakimbia. Leo afuatilia jamaa mwanangu, kumbe mmoja akakimbia mwingine kabaki jamaa yeye bake pale, kanamguku naenda wapi Mbona kama nakimbia vitu kuna tatizo? Mm. Ana mbona fuata hivi vitu vinakuhusu? Nakimbia nini? Wewe siji nini na nini? Sasa huko na mangu kwenye kukutana, nakuta mangu nimepigwa na kitu hata sielewi nini kichwa. Ndio mimi nimekuja kujikuta nimeshtuka niko hospitalini. Ndugu yangu pole sana ndugu. Mimi nimetoka juzi, ndio nimetoka juzi maana nipo hapa kwa mjomba kule bondeni kule, sipo kule. Ndio maana juzi nimepita pale. Uh, nimekucheki pale. Nimeita sana zungu zungu nikakuta kimya. Leo tena nikapita pale. Zungu zungu kimya. Mazungu vipi wewe ukasafiri? Hata nilikuwa naelekea kwa jamaa hivi, kuna jamaa hivi. Mikopo mikopo hivi sio mikopo mikopo nini? Na jamaa kanikopa pale hela. Umeelewa? Kanipigia simu anjochukua hela yako. Ah, eh, sasa kanipiga simu, hela yako, natokea hivi

kitambo unajua? Haina noma bana. Hapa ipo mingi sana. Sielewi kijini huko. Haina noma. Poa poa bana. Ndugu yako sikuelewi. Ndugu yako, ndugu yako yule unatembega tembega naye yule, simuelewi sasa hivi, simuoni mtaani, si upo hospitali si uko wapi sielewi. Mimi sina ndugu bwana wewe. Ah, jamaa jamaa wako wako naye kabisa mtaani. Mimi sina rafiki mwanangu. Mimi nataka niende zangu na mishe zangu. Kuna mtu anaenda hela yangu hapo. Hapo piti njia mpaka nione yule yule niambie niambie jamaa jamaa jamaa wako wako. wako, yuko sehemu gani nimpate? Mimi mimi wewe, wewe, wewe dola? Nataka anapatikana sehemu gani? Mimi sijui. Yaani kabisa wewe unasemaje? Wewe unasemaje? Dola. Dola.

Dula, nisikilize mwanangu, mwanangu, mwanangu, mwanangu, mwanangu, mbona kama hivyo? Yangu yangu, Dula